E, wamba wanaingiawamba sio chama e, wewe si we, sema wamba wanaingia hebu, ah. <laughs> <lankil. laughs> kwanza saluti kidogo hapo na vitu unafanya hivi, Iliza, hiyo gari ambayo haifunguki viondo ile gari ambayo haifunguki viondo ile. Kuna watu, Iliza. Kuna watu, wameagiza. Wame wameagiza. Bosi kawaambia, sipo, ha, gari gari <laughs> na na mashabiki kama hapa limepita gari inatembea, madirisha yako wazi. Ile takuwa gari ile. Chuma kile pale kile. Ukiingia tu ndani unyunyu. Ile pale ile. Alafu sisi ndio kufungwa na. Ile ndo gari. Mule ndani ndio kuna Florai Benge. Ile ile gari ambayo umeona imefunguliwa vioo mule ndo kuna, kuna Selemani Matola. Sasa angalia kwanza majina Flora. Flora. Alafu huko kuna mjomba Selemani, we watu sele. Wewe nini bwana wewe? Huko kuna huko kuna Florai Benge. Flora. Kule kuna Selemani hii ngeseema wewe sisi ndo umesikia mambo ya mbo soka ni mshede watu Selemani we siri sasa, ndio ipo kwenye ile ufungua vio ile ile, huko chuma kile pale. Hebu angalie we angalie ile gari kwanza, ho ile gari, rafiki yangu. Hivi ile gari ndege nyinyi, ile ile gari umetengeneza kwa matirio ya ndege, ile pale ile gari, matirio yote yale yaliyotumika kutengeneza gari ile ni ndege ile pale, ile itoi ile gari. Ukiagiza ni muda gani inakuwa? Mpaka inategemea na aliyeagiza inategemea na aliyeagiza.